Je, unamfahamu mtoto aliyezaliwa akiwa na nyayo zilizopinda ama mguu kifundo clubfoot? Kama jibu ni ndio, basi hauko peke yako. Kila mwaka maelfu ya watoto huzaliwa na tatizo hili. Habari njema ni kwamba tatizo hili linatibika. Unaweza kujiuliza, tatizo hili linaonekana vipi? Clubfoot ni hali ya mtoto kuzaliwa nyayo zikiwa zimepinda ama zimegeuka katika umbo lisilo la kawaida. Inaweza kushtua, lakini hakuna maumivu wakati wa kuzaliwa. Kwa utambuzi wa mapema na matibabu kwa kutumia njia ya hogo ama Ponset, wanaweza kutembea, kukimbia, kucheza kama watoto wengine. Mbinu hii inahusisha kunyoosha uweka plasta na wakati mwingine upasuaji mdogo unaoitwa tenotomy. Kadri matibabu yanavyoanza mapema ndiyo matokeo huwa bora zaidi. Hivyo ukimwona mzazi mwenye mtoto aliyezaliwa na nyayo zilizopinda, mshauri amwone daktari kabla hajafikisha umri wa miaka mitano. Kumbuka, clubfoot si aibu. Kwa matibabu ya mapema na sahihi, mtoto anaweza kurejea katika hali ya kawaida na kuishi maisha yenye furaha kama watoto wengine. Umeipenda eh? Maelezo haya ni kwa mujibu wa wataalamu wa afya.